Ndugu wananchi, kwa mujibu wa taarifa ya hali ya ukatili wa watoto mtandaoni yani, e, disrupting harm report in Tanzania itanzania e, 2022 inaonyesha kuwa katika kila nchi duniani watoto ndio kundi linaloongozwa kwa utumiaji wa bidhaa za mawasiliano zikiwemo simu janja, kompyuta na internet ambapo nchini Tanzania asilimia 67 ya watoto wenye umri, kambu, wenye umri kati ya miaka kumi na mbili hadi kumi na saba hutumia mitandao ikiwemo simu na intaneti. Watoto hawa hutumia simu za ndugu zao wa karibu wakiwemo wazazi, walezi, marafiki, ndugu wengine wanaozunguka wana na pia taarifa hiyo imeelezwa, asilimia nne ya watoto ni, ni, ni, ni wahanga wa aina moja ya ukatili wa mtandaoni ikiwemo kulazimishwa kujihusisha na vitendo vya kingono, kusambaza picha na video zenye maudhui ya kingono bila ridhaa yao. Aidha hurubuniwa kujihusisha na shughuli za kingono kwa kuahidiwa fedha au zawadi nyingine. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Dr Hezlon Ondit wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam, yani Duse, mwaka 2019 imeonyesha asilimia 42 ya vitendo vya unyanyasaji na uonevu hufanywa mitandaoni, ambapo asilimia 58 wanaofanyiwa vitendo hivi ni watoto wenye umri kati ya miaka 14 na 18. Kimsingi, katika wilaya yetu ya Kakonko hali ya ukatili kwa mwaka uliopita ilikuwa na cases 105, uh, uh, uh, lakini kwa mwaka huu imeashiria kwamba vitendo vimekua kwa asilimia 50 kufikia mwezi wa Katika jitihada hizi pamoja na elimu tunayotoa lakini wakati mwingine wako wakaidi ambao wanashindwa wana, wana kutii sheria bila shuruti, na watu hawa wanaoshindwa kutii sheria bila shuruti wamekuwa wakichukuliwa hatua. Kwa mfano kwa mwaka ulioisha kuna kijana alifanya ubakaji kwa mtoto mdogo na kesi yake ilifikishwa mahakamani na mtoto na huyu kijana amehukumiwa miaka 30 jela. Shirika World Vision katika mpango mkakati wetu wa mwaka 2021-2025 limeendelea kuwezesha jamii kwa kuelimisha juu ya haki za mtoto na kuwawezesha wazazi na walezi kupitia vikundi vya ujasiriamali na kilimo ili kuwezesha upatikanaji wa haki za mtoto kama haki za kuendelezwa kielimu, kiutamaduni na kukuza vipaji vyao tumeendelea kuwezesha kampeni yetu ya kutokomeza mimba na ndoa za utotoni kwa kujenga uelewa kwa watoto na watu wazima ili kupinga ukatili wa kwa, na kuwalinda watoto dhidi ya ukatili. Shirika pia limeendelea kuwashirikisha watoto katika katika kutoa maoni ya vipaumbele vyao katika bajeti ya kila mwaka kwa kuwajengea uwezo kupitia mabaraza ya watoto watambue haki zao na kushiriki kutoa maoni mbalimbali mbali ya mambo yanayowaathiri ya wao kama watoto. Kwa Ma majina anaitwa Felix George Felix, ni mzaliwa wa Kazira miunda. Kwetu hii sikukuu ya watoto wa Afrika tutaikumbuka vizuri sana, kwa sababu imekuwa ni ya furaha kwetu kwa kwa maana tangu nifike hapa nilikuwa sijawahi kuona kwamba kuna sikukuu ya mtoto wa Afrika, ila leo nimeona nikiwa nina umrihu hapa. Kwa hiyo ni siku ambayo nina furaha kwangu. Kwa majina, anaitwa Anipa Simon Ngarama, ni mzaliwa kazi ameunda kijiji cha Juhudi. Mimi katika hii sherehe inatukumbusha, ina kama watoto pia, kuwa tunadai haki zetu kwa wazazi, kwa walezi, pia kwa serikali, kwa sababu kufanya ukumbusho huo wa watoto wa Afrika unatusaidia hata sisi watoto kuwa wajasiri katika kudai haki zetu kuishi kwa majina. Yangu naitwa Ela Mweno Kirichard, natokea kijiji cha Kazira Miunda, shule ya msingi Kazira Miunda. Mimi kwa leo hii siku ya mtoto wa Afrika inanikumbusha haki za mtoto, pamoja na kwa wazazi, ili waweze kutuelimisha sisi watoto, watutimizie mahitaji yetu wa ya msingi.